Unatazama ER Media TV, Tabora town bana. Kuna msemo mmoja wanasemaga kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Natarajia leo nitapona mengi, na hata watu ambao <clears throat> kwa mara ya kwanza wamemshuhudia mgeni mpya katika kipindi hiki watapona, lakini kupona kwake na kupona kwetu na kupona kwenu ninyi ni pale ambapo nitakapoanza kuongea naye. Ebana, mgeni karibu sana. Shukran, shukran. Ni furaha sana moyoni mwangu kukuona umefika katika kipindi cha majadiliano. Mm. Sawa kabisa. Ni furaha sana nilionayo moyoni mwangu, basi nikwambie kwamba kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii, basi hapo chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe, libonyeze, alafu utakuwa ni moja kati ya familia yetu. Sawa, kushare, kulike pamoja na kucomment. Ukifanya hivyo utakuwa umetisha kwelikweli kama jinsi ilivyo <coughs> Kipindi hiki cha majadiliano kinakuletea vitu vingi sana, ambapo ndani yake tunapata kusikia historia mbalimbali mbali, na mambo mengi ambayo yalitokea zamani yanatokea na hata yale ambayo yanatarajia kuto, kuja kutokea baadaye, kwa sababu tunakusanya vitu vingi sana katika majadiliano na <coughs> mgeni ambaye tuko naye hapa katika siku ya leo tutaongea naye kuhusiana na mambo mengi sana katika kipindi hiki ambacho kinaitwa majadiliano. Kwa hiyo endelea kuwa nami kuwa nasi mwanzo mpaka pale ambapo tutakwambia baibai, usisahau uh, bwana kukuwa kwamba siku ya leo imekuwa ni siku nzuri zaidi, kwa sababu uh, tulitarajia kuwa na na mamdogo hapa. Imekuwa ni siku nzuri zaidi, kwa sababu ni mpango wa Mungu huo, Mungu ajataka aweze kufika katika siku ya leo mama mdogo, mama mdogo. Kwa hiyo tutakutana naye katika e, kipindi kijacho. Kwa hiyo wakati huu ungana nami, niko mimi hapa Pasco Escapela, unaweza ukaniita Maganga, mjomba jomba wa Tanzania. Ni yule Kings African King for everybody, niko hapa na bila kupoteza wakati, jitambulishe unaitwa nani? Eh, karibu sana. Shukrani, mimi naitwa Albert Kuzwa. Ndiyo, ndiyo. Hmm. E, bana, kuna vitu vingi sana na ningependa nianze E, kipindi hiki kwa kuweza kumwambia mtazamaji na msikilizaji ambaye tumeungana kwa pamoja kwamba tutajadili uh, mada mbili hapa mezani. Tutakuwa na e, habari za huku na kule, lakini pia tutakufahamisha yale ambayo haukuwa unayajua. Je, unaifahamu historia au wasifu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan? Kama hauifahamu basi utaifahamu na mengi. Na mchambuzi yuko hapa na mimi ni mchambuzi pia, na wewe pia uko uliko, ni mchambuzi. Tutaendelea kujifunza mengi sana lakini, katika habari za huku na kule, tumemfuatilia msanii ambaye anaitwa E, anaitwa Masanja mkandamizaji jina lake maarufu, lakini jina lake aliopewa na wazazi wake anaitwa Emmanuel Mgaya. Emmanuel Mgaya bwana ni msanii wa comedy kutokea e, jiji la Mbeya e, kutoka kule mpaka kufika Dar es Salaam ni hatua nyingi sana, na katika historia yake tumeweza ku, kumfuatilia kwamba inasemekana e, kwamba kwa mujibu wa maelezo yake mwenyewe Masanja mkandamizaji haikuwa rahisi kuweza kutimiza ndoto, maana baba yake mzazi hakumruhusu yeye kuweza kutoka e, kijijini kule Mbeya, na lengo lake lilikuwa siku moja aweze kwenda Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kutimiza ndoto zake, na ndoto zake ilikuwa ni ngumu sana kuzitimiza kiasi kwamba ilifikia wakati Masanja mkandamizaji kutoroka nyumbani hivyo, na habari kwamba e, Masanja mkandamizaji alipofika Dar es Salaam, nyumbani kwao alikuwa ametoroka, ajamwaga baba yake bwana, wacha wewe Hey, alikuwa na kitu ndani yake, hey, hey, sasa kikamsukuma hey, hey, kutoka kule, kwa sababu mzazi wake inasemekana kwamba alikuwa hataki kusikia habari au taarifa yoyote ile ambayo inahusiana na Masanja mkandamizaji kuweza kutoka kijijini pale. Hivyo ndoto za Masanja zilitakiwa kutimia, yeye alitoroka nyumbani. Sasa kabla hatujaendelea kumjadili huyu Masanja mkandamizaji, e, ni kuulize bwana, mfano sasa wewe ndio mzazi unamshuhudia mtoto wako ameondoka na sababu ya kuondoka ni wewe, kwa sababu angeweza kukuaga, lakini ameondoka kwa kutoroka. Unaona bwana, hivi wewe kama wewe mzazi unaionaje kutokumruhusu mtoto aende akatimize ndoto zake? Ya unajua wakati mwingine wazazi huwa wako sahihi, lakini kuna upande mwingine wazazi wanakuwa hawako sahihi, kwa sababu hii ni kukaa na mtoto wewe ukiwa na malengo yako binafsi ndio, ndio. Mfano, ukiwa na mtoto mdogo, shughuli zako wewe ni za kilimo, umehaso tangu umezaliwa, umekuwa umeoa umekuwa na familia sasa, lakini shughuli zako ni za kilimo ama kilimo na ufugaji, ndio. Unakuja kuzaa mtoto, ndio, yule mtoto yeye atakuwa na talenti fulani, anayo Ndiyo. Lakini eh, ule upofu wa kutokutambua talent ya mtoto ndiyo. Hapo ndo changamoto huwa inakuja kutokea ndio, eh, kwamba wewe unakuwa unahitaji, eh, unahitaji kumlea mtoto katika maadili mazuri ndiyo, ambayo unahisi kwamba haya ndiyo maadili ambayo mtoto anatakiwa akuwe nayo aige nye. Unajua wazazi wengi huwa wanapenda kufanana na watoto wao ndiyo, ama wanataka mtoto afanane na na, na, na baba au mama. Kwa hiyo katika harakati hizo za kuendeleza nyendo, kwamba mtoto afanane na tabia zangu mimi, hapo ndipo cha, tatizo linapoanza kutokea. kwa hii changamoto ni kubwa, kuanzia shule, kuanzia nyumbani mpaka shule. Tatizo la kutokutambua talent ya mtoto ni nini? Mtoto kama unamuona una kabisa kwa, unajua talent ya mtoto huwa inaonekana tangu mdogo. Mm, sasa hapo kuna, kuna mtu aelewi maana ya talent, mtafsirie kidogo. Ah, kipaji. Naam. Yaani unajua kipaji cha mtoto wakati mwingine huwa kinajionyesha mm. Tangu wakiwa mdogo anapokuwa ana, ana, ana, anacheza eh? Ndiyo, ndiyo. Ukimtizama kwa jicho la pili unahisi tu kabisa kwamba huu mtoto anaelekea kuwa mtu fulani mm. Kwa katika namna yeye kumwendeleza ni lazima umwendeleze kwa namna ulivyomuona kwamba huyu yupo kwenye upande fulani, labda atakuwa ni mwanamuziki mm, atakuwa labda ni mwigizaji naam, atakuwa labda ni mwanasayansi mm, ama atakuwa ni mtu a atakuwa rubani mm. Umeona kwa mm. hiyo kwa mfano mimi eh, tangu nilivyokuwa mdogo mm. Ndiyo, ndiyo. Ya, mimi nilikuwa na mambo mawili ambayo nilikuwa nayapenda sana, katika michezo yangu yote utaona tu mimi naendesha gari yani ndo talent yangu hiyo. Yani, e, ndo kipaji ambacho niko nacho. Utakuta mimi nimetengeneza, ma, e, nimetengeneza, nimetengeneza usukani, e, steering ile afu nimetengeneza e, accelerator, nimetengeneza clutch brake no. Yani kila, <coughs> utanikuta muda wote tangu asubuhi, hata, kutumwa kazi sitaki, nakuta naendesha pale. Kitu kingine mimi nilikuwa napenda hata kama natembea nacheza kwata. Mm. Yaani mimi kwata nilikuwa napenda, maisha yangu ilikuwa ni kijeshi jeshi <laughs> tu. Yaani ilikuwa ni hivyo. Albert, umenifurahisha sana. Unakuta <laughs> <laughs> nimeshika <laughs> mti, hey. Nimeshikilia mti namna hii. Yaani muda ni bunduki. Eh. Hey. Hey. Eh. Bunduki. Umeona, yani muda wote sasa nilishike kukimbizwa na polisi siku moja. Mm. Askari mmoja alikuwa anatembea na ana, ana, ana, anatembe, ana basikeli. Mm. Eh, uh, mimi niko barabarani ikafikia mahali ni, mimi nilikuwa na lile fimbo langu sasa ndo bunduki. Nilifika nikasimama mbele yake, nilivyosimama mbele yake nikapiga risasi nyingi sana za mdomo. Sasa na kwa sababu ilikuwa ni ghafla, afu alikuwa karibu, akaja akanigonga, kwa bahati mbaya akadondoka chini. Sasa alivyodondoka, askari polisi, askari wa kweli kabisa Acha bwana wewe! Siku hiyo kulikuwa kuna mzee wetu mmoja maarufu sana pale kijijini amefariki, alikuwa amefariki. Tukio tukio linatokea, mi watu wako msibani <laughs> mimi niko barabarani. Nilikuwa mtundu sana mm. kwa hiyo nikafanya kitendo kile, yule askari alinikimbiza aisee, kilimchukiza askari. Alinikimbiza kwa sababu hey, mimi hey, hey. ni mtoto na mbio nyingi hey. Nikampiga piga chenga nyingi, nikakimbilia kwenye majaruba huko kwenye machokolana kwa hiyo ni, ni, ni, ni na, namaanisha kwamba hmm. Eh, wakati mwingine mtoto huwa kipaji chake kinaonekana akiwa mdogo, bado mdogo. Changamoto inakuja mzazi anakuwa hajangamua ni kwa namna gani ataweza kumsaidia ule mtoto unajua, anabakia sasa kwenye, una... kwenye mguu mmoja kwamba mimi nataka nimlee mtoto katika mazingira haya nilionayo mimi unajua bwana arobati Kabla tujaenda kumwelezea zaidi, Masanja umenifurahisha sana kuielezea historia yako na kuweza kuambia watu wanaotutazama kwamba kipaji uh, ukikiendeleza na kukikuza kinakuwa faida. Umeeleza vizuri. Sasa umemchukulia mfano mtu ambaye aliyefanikiwa kama Masanja Mkandamizaji, kaishafanikiwa sasa hivi tayari na anajivunia kazi yake anayoifanya, atoka, ya sanaa ambayo ndio aliyotoka nayo huko sasa kuna wale ambao walipambana katika sanaa zao wakaishia kuwa wauni, unaona bwana, wakaishia kuwa wauni. Sasa hawa wazazi wanawaona wale watu ambao walipambania kipaji fulani, lakini mwisho wa siku wamekuwa wahuni, wengine wameishia kwenye madawa ya kulevya, wengine mambo, mambo, ma, mambo, ma, mambo machafu machafu, kama wanawake wa, wa, wazazi wakiwaona wale watu ambao hawajafanikiwa, wanaamini kwamba hata na watoto wao wakiwapeleka kule hawato kuwa ni watu ambao watafanikiwa katika maisha yao. Ndio maana wazazi wanawakataza watoto kuingia katika vipaji kwa sababu wanaangalia watu waliofeli, sawa. Lakini lazima pia na wewe pia kama mzazi usome mazingira. Je, leo hii tunawazungumzia kina Alikiba? Leo hii tunawazungumzia kina, kina, kina, kina, kina Zigamba kina zi, sawa um. Leo hii tunawazungumzia kina Wema Sepetu leo hii tunawazungumzia kina Diamond Platinumz, simba la masimba la masimba la masimba na uzuri. <laughs>